Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV ya habari, na sasa tuungane na Nizi ya Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, Rais Dr. Samia kuzindua soko la Kariakoo Jumapili, Februari 8 mwaka huu. Asante sana Miriam Mlaponi na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan anatarajia kufanya ziara ya jijini Dar es Salaam Februari 8 mwaka huu ambapo kupitia ziara hiyo anatarajia kuzindua soko la Kariakoo ambalo kwa muda mrefu lilikuwa kwenye ujenzi. Akizungumzia ziara hiyo ya Rais Dokta Samia jijini Dar es Salaam, Mkuu wa Mkoa huo Albert Chalamila amesema soko hilo kwa sasa limekamilika kwa asilimia mia moja ambapo zaidi ya shilingi bilioni 28 zimetumika kukarabati na kujenga soko hilo likiwa na takribani vizimba zaidi ya 1500 kwa ajili ya wafanyabiashara. Chalamila amewataka wananchi wakazi wa mkoa huo, wafanyabiashara wadogo wa kati na wakubwa, kujitokeza kwenye uzinduzi huo wa soko la Kariakoo ili kumuunga mkono Rais dr Samia, lakini pia kuweka historia ya tukio hilo kubwa linalotarajiwa kuwa ni kiungo muhimu katika kujenga uchumi wa mkoa huo na taifa kwa ujumla. Mtakumbuka kwamba mwaka 2023 soko hili la Kariakoo liliungua na baadaye, mheshimiwa rais kupitia Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ya wakati huo alitoa maelekezo ya haraka ya kuhakikisha soko hilo linarudi haraka kama lilivyokuwa na ikiwezekana kuliboresha zaidi. Nayo furaha kuwaambia kuwa kazi hii kubwa ameifanya Mheshimiwa Rais Dr samia Suluhu Hassan, ameleta fedha zaidi ya bilioni 28, na ambazo zimekarabati soko la zamani na kujenga soko jipya. Ndugu waandishi wa habari, mtafahamu kwamba katika soko lile wakati linaungua walikuwepo wafanyabiashara. Nayo furaha pia kuwaambia kuwa shirika la masoko la Kariakoo chini ya mtendaji wake Bwana Ashraf wamejitahidi kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wote waliokuwepo wakati huo wanarejeshwa kufanya biashara katika eneo la soko la Kariakoo jipya na lile la zamani. Aidha, Chalamila ameagiza wafanyabiashara wadogo ambao wamefunga barabara za kuingia soko la Kariakoo waondoke na waache barabara hizo wazi kabla ya Februari 8 ili kuruhusu wafanyabiashara wa soko hilo waweze kuingia kwenye soko hilo. Naomba pia niwatangazie rasmi leo kwamba wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote ambao wamefunga barabara za kuingia katika soko hilo waziache wazi barabara zote ili kuruhusu sasa wafanyabiashara waliochukua sehemu za biashara katika soko jipya na kubwa hili la Kariakoo ambalo limekuwa ni kielelezo kikubwa cha biashara na kielelezo kikubwa cha taifa letu na hasa tunapojitambulisha na mataifa mengineyo, wasipate ugumu wa kuingia katika maeneo yao. Shirika la viwango Tanzania TBS linasema uhakika wa ubora na usalama wa pombe zinazozalishwa na kuingizwa nchini ni muhimu katika kulinda afya ya mlaji, imani ya soko na tija ya uzalishaji katika uchumi wa taifa. Akizungumza katika wilaya ya Rombo mkoa wa Kilimanjaro, kaimu meneja wa tathmini ya hatari katika chakula TBSB Immaculate Tarimo amesema viwango thabiti hupunguza hasara za kiuchumi zinazotokana na bidhaa zisizo salama. Tarimo anaeleza kuwa vihatarishi vya chakula vya kikemikali, kibaolojia na vitu halisi vin inaweza kuongeza gharama za afya na kudhoofisha tija ya kaya endapo havitadhibitiwa, na kuongeza kuwa TBS itatoa leseni za ubora, inasajili bidhaa za pombe na kufanya ukaguzi wa kimaabara ili kulinda maslahi ya kiuchumi ya wazalishaji na watumiaji. Katika ufuatiliaji imeonekana uh, bidhaa hizi uh, ni salama kwa sababu uh, upimaji katika maabara umefanyika na kugundua kwamba bidhaa hizi hazina tatizo lolote la kiusalama. Uh, bali matumizi holela ndio yanapelekea uh, wale watumiaji kupata madhara. Kwa mfano, vijana uh, uh, walio wengi akifanya kazi akipata hela kidogo labda mia tano, mia mbili, anaenda anakunywa eh, baadaye tena anakunywa uh. Kwa hiyo unakuta kwamba siku nzima anaitumia kunywa kidogo kidogo, mwisho wa siku hawezi kujua hata amekunywa pombe kiasi gani. Kwa hiyo kwa mfano katika suala hili la udhibiti wa Uh, unywaji holela wa pombe ni swala ambalo ni mtambuka. Akizungumzia malalamiko ya hivi karibuni, Tarimu anasema uchunguzi wa TBS umebaini kuwa bidhaa za pombe ni salama, huku tatizo kubwa likiwa matumizi holela. Amesema matumizi hayo hupunguza tija kazini, kuongeza gharama za matibabu na kuathiri uchumi wa kaya. Kwa upande wake, mkazi wa ulaya ya Rombo, Bwana John Kimario amelipongeza shirika la viwango Tanzania TBS kwa elimu hiyo na kuwataka wanarombo kuepuka unywaji uliopitiliza, hasa wakati wa masaa ya kazi. Wakati TBS ikiendelea wa elimu katika mikoa mbalimbali nchini, mi naona serikali waliangalia kwa undani zaidi, kwa sababu hili sio sawa, kwa sababu pia inaongezeka janga kubwa la vijana kuangamia, yaani kitu ambacho sio sawa. Ni kwamba ziwekwe sehemu maalum kwa ajili ya hivi vinywaji, sio kila mahali. Kuna maduka mengine ya bidhaa za mab vinywaji baridi sa so, unakuta unakuta hivi maji vikali pia vinachanganywa hume ambaye ni vitu ambao so sio sahihi. Vijana wengi wamekuwa wanaathirika, wanashindwa kufanya kazi, lakini pia afya zao zinazorota. Lakini pia kutokana na changamoto za vijana kuathirika, inapelekea pia jamii yetu kushindwa kufanya kazi, na wakinamama wanakuwa ni ambao ni walezi wa familia wanapitia changamoto ya kuhangaika na vijana. na Watanzania kumi wanatarajiwa kusafiri kuelekea Dubai wiki ijayo kwa ajili ya kupata uzoefu katika maeneo mbalimbali ikiwemo sekta ya utalii hali itakayowajengea nguvu na mipango mipya katika shughuli za utafutaji pindi watakaporejea nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mwendelezo wa draw ya utoaji zawadi kwa washindi wa YAS, mkuu wa kitengo cha huduma na bidhaa kutoka YAS Ndevo Naeli Eliakimu amesema pamoja na kuwapeleka Watanzania kumi pia wametoa fedha taslimu na vifaa kama vile router na simu janja ili kuendelea kuunga wa Tanzania katika kuendelea kufungua fursa mpya ikiwemo za kidijitali, ikiwa ni katika kusherekea mwaka mmoja wa YAS. Tunajua sherehe yoyote ni muda wa kufurahia, na hii ni furaha kwa washindi wetu ambao wao wanapata nafasi ya kwenda kutalii kule Dubai, kwa watakuwa wanatembelea sehemu mbalimbali za vituo vya utalii kule Dubai, ambapo safari hii imekuwa imelipiwa kila kitu aa, na yas Tanzania, hivyo kwao ni furaha tunasherekea mwaka mmoja na zawadi ni kwao na wao wanaenda kufurahia uh, kusherekea mwaka mmoja wa Yas wakiwa kule Dubai. Kwa upande wao, baadhi ya wa Watanzania waliowezesha kupata simu na vifaa vya internet wamesema kwa sasa mtandao wa Yas umefanya wajiajiri kupitia biashara mtandao, kutokana na vifaa na internet wanayoipata kupitia mtandao wa Yas. Yas ni mtandao kweli, namba 100 wakupigia inabidi waamini kweli, namba 100 ni Yas kweli internet. Taenjoy sana tuchat kwingi na mambo mengine, itansaidia kwenye biashara zangu kufanya nje ya ile kununua bando kila siku e, itanisaidia hii kuweka kifurushi cha muda mrefu, lakini pia wamenipa hii ambayo ina kifurushi kikubwa, kwa hiyo itanisaidia kwa kiasi kikubwa. Kuchat na kufanya mambo yangu mengine ya kiinternet. Baadhi ya wajasiriamali ambao ni sehemu ya washindi ishirini na mbili waliopata fedha taslimu wamesema fedha hizo zinakwenda kuwasaidia kutatua changamoto kama vile ada na uendelezaji wa shughuli za kiuchumi. Nimeshinda shilingi milioni tano. Itanisaidia katika kuendeleza kuwalipia watoto ada na kumaliza ujenzi wa nyumba. Nimepigiwa simu nikiwa ndani nafanya usafi, nikawa sikuamini kama napigiwa simu kwa ajili ya ushindi, nikawa naitika mara mbili mara mbili. Nilijua ah, labda namba julu nyingine ambazo zisizofaa. So basi baadaye nikaja, akanielekeza vizuri mwenyewe mtumishi wa Yasi, nikaamini. Asante sana mtazamaji na Amira Momlaponi, mumlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. ni kushukuru sana Nizia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, hii ni TV Habari na mimi ni miriamu Mlaponi na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mimi ni Miriamu Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari na katika habari za kimataifa, naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya Urusi apigwa risasi.